Sheikh Muhammad, tumezungumza mambo mengi sana mm. Kuna bwana ni mmoja nijiza jambo mbe anatarajia kuoa kikini mm. katika hamu yake kubwa katika kizazi chake walio mm. wapate kijana nisheshe au alimu. Sasa kanuliza vipi, hakuna dua wala nini, namna gani atakamuongoza? Aha. Masha Allah Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala amtilie taufik. Ee, na amruzuku kile anachokihitaji insha llah, ampe hitaji la moyo wake. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenye kadhia kama hii ashawahi kumweleza Imamu Ali alaihi salam, akimuusia akimwambia: ya Ali, wa injamaata ahlaka laylat al khamis, na ukimwingilia mkeo usiku wa al khamis Yani usiku wa kuamkia siku ya Alhamis, jumatano kuelekea Alhamis, faqumu ya bainakuma waladun. Ikisha Mwenyezi Mungu akawaruzuku kupitia tendo hili la Lailatul Khamis, ikatungwa mimba akazaliwa mtoto, anasema yakunu hakiman min alhukami, mtoto huyu atakuwa e, mtawala katika watawala, au aliman min alulama au atakuwa mjuzi, atakuwa alim, atakuwa sheikh, atakuwa mtaalamu katika wataalamu, wajuzi katika wajuzi. Kwa hivyo ni yeye kulazimiana na Lailatul Khamis, ashikamane na maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi alaihi wa alihi wasallam, ili apate apate hitajio la moyo wake inshaallah. Shukrani sana, hayakumullah.